Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa sheria ya kanuni za matumizi ya barabara za mwaka 2025 kanuni ya 36 kifungu kidogo cha nne imeweka utaratibu kwa ajili ya wafanyabiashara wenye nia ya kutumia maeneo yaliyopo pembezoni mwa barabara. Kanuni zinaelekeza kuwa mfanyabiashara anayetaka kupanga katika hifadhi ya barabara atajaza fomu maalum ya maombi iliyotolewa na wakala wa barabara Tanzania TANROADS na atatakiwa kulipa ada ya maombi kabla ya kuwasilisha fomu hiyo. Wakala baada ya kupokea maombi hayo itayachakata, na yeye atakayokidhi vigezo, TANROADS itatoa kibali na kumjulisha mwombaji gharama atakazopaswa kulipia kwa mujibu wa sheria. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Senga. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali na tutafuata utaratibu huo ili wananchi wetu waishi kwa utulivu. Maswali mawili madogo ya nyongeza. Swali la kwanza, katika barabara hiyo hiyo Ifakara Kidatu, bado kuna wananchi wanadai fidia ya barabara hiyo, na tayari ulielekeza kamati ya wilaya ifanye kazi yake, imemaliza kazi yake. Je, lini watalipwa? Swali la pili, mwaka 2024 Mheshimiwa Rais alisimama katika barabara hiyo hiyo ambako tulitoa maombi ataaza barabarani na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi wakati huo alihaidi Je, ni lini taa hizo zitafungwa katika barabara hiyo? Asante. Mheshimiwa Waziri, naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba kwa kuwa fidia ilishalipwa, lakini ndio maana kuna utaratibu kwamba baada ya fidia kunakuwa na wananchi ambao ama walipunjwa ama hawakupata kwa bahati mbaya ama walirukwa, ndio maana kamati inaondwa chini ya mkuu wa wilaya kuweza kusikiliza yale malalamiko ya wananchi, na baada ya hapo ni kuwasilisha hayo maombi ama tathmini iliyofanyika tuweze kuwalipa. Nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba baada ya kuyapokea hayo e, malalamiko ya wananchi ambao hawakulipwa, serikali nayafanyia kazi na wananchi hao watalipwa baada ya pia ya serikali kujiridhisha kwamba kweli hao watu wanastahili kulipwa. Na kuhusu swala la taa, mheshimiwa Spika, tuna utaratibu ambao umewekwa kabisa kwamba kwa sasa barabara zote ambazo ni mpya ikiwepo na hiyo barabara ya mheshimiwa Asenga maeneo yote ambayo ni kama imekuwa kama miji yatawekewa taa za barabarani.